Leo tasnia ya habari imepata pigo kweli kweli baada ya kumpoteza gwiji wa muda mrefu aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ikulu ya Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Charles Hilary. Charles Hilary amefariki dunia alfajiri ya Mei 11, 2025. Fahamu basi machache ambayo yamemkumba kabla ya mauti yake. Kwa mujibu wa chanzo cha karibu kabisa Charles Hilary amefariki kwa baada ya kuugua ga ghafla na mauti yakamkuta akiwa njiani wakati anapelekwa hospitali uh, ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila. Marehemu Charles Hilary amezaliwa Zanzibar miaka 66 iliyopita eneo la Jang'ombe. Mwaka 1968 alihamia Dar es Salaam na kujiunga na shule ya msingi ya Ilala Mchikichini. Alijiunga, alijiunga na Redio Tanzania mwaka 1981 na kuitumikia hadi mwaka 1994, alipojiunga na kituo binafsi cha Redio One Stereo kinachomilikiwa na IPP. Mwaka 2003 aliondoka nchini na kujiunga na redio ya Deutsche Welle DW nchini Ujerumani na miaka mitatu baadaye alijiunga na shirika la utangazaji la Uingereza BBC akiwa idhaa Kiswahili. Mwaka 2015 aliamua kurejea nchini na kujiunga na Azam Media ambapo alifanya kazi hadi mwaka 2023. 2 23 alihitimisha muda wake akiwa mkuu wa idara ya redio ya UFM baada ya kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ikulu ya Zanzibar. Mungu amweke mahali pema peponi mzee wetu. Asante sana kwa kile ulitoachia sekta ya habari na mchango wako mkubwa katika serikali. Je, yeah. utamkumbuka Charles Hilary kwa maudhui yake yapi?